Awali wakitaja sababu zilizowalazimu kubadili jina la jimbo la Njombe mjini kuwa Njombe Kusini, madiwani akiwemo Angela Mwangeni, Nickson Nganyange na Honoratus Mgaya wanasema ni kutokana na jimbo hilo kuwa na vijiji vingi vinavyokosa haki ya kupata huduma za kijamii kama umeme wa REA wa elfu ishirini na saba, kwa sababu vinatajwa kuwa mjini na endapo jimbo hilo litakuwa Njombe Kusini, kutakuwa na usawa kwenye unufaikaji wa huduma za kijamii Oja, tunakosa mgao e kupata umeme wa REA wa elfu ishirini na saba kwa sababu inaonekana sisi tuko Njombe mjini. Mgao wa walimu, unaposema Njombe mjini, maana yake tunakosa, kwa sababu inaonekana inaonekana wewe mjini, walimu wanapelekwa vijijini. Tumekuwa kaja mgao wa walimu, kila ukiuliza kwa nini, kwanini Njombe mjini haijapata walimu, tunaambiwa kwamba sisi tuko mjini. Lakini sasa hivi mimi ningeomba wote ikipitisha jina na Njombe Kusini ili tuweze kupata mgao unaotakiwa wakudamima mwisho wa za. Mimi binafsi nimefurahishwa na jambo hili, jina liwe Njombe Kusini na sisi ni fursa pia, kuliko sasa tunaposema jimbo la Njombe Mjini. Kwa hiyo sisi fursa, watu wa mama aulogwe tunakosa. Awali kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe Izack Mapunda na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Justin Nusurupila wameainisha athari zinazovikuta vijiji vilivyopo mijini na faida zitakazopatikana endapo jimbo hilo litabadilishwa jina. Wa mara baada ya kuazimia kwa, kwa kauli moja kubadili jina la jimbo la Njombe mjini kuwa Njombe Kusini, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe Erasto Mpete anatoa majibu ya kikao hicho pasipo kushirikishwa waheshimiwa wa madiwani. Sasa kwa mfumo ambao tunao na mimi najaribu sana kusimamia kuhusu utaratibu, ili kuweza kukidhi haja ya mgao ulio sawa kutoka serikalini, kutokana na mkanganyiko uliokuwepo wa jimbo la Njombe mjini ambapo lilikuwa na vijiji, lakini huko wakati mwingine ilikuwa likijulikana kwa uhalaka kwamba maeneo yote ni mjini.